Ukraine imeshutumu Moscow kuwalenga raia, baada ya makombora ya masafa marefu ya Urusi kuua watu 34 katika mji wa kaskazini mashariki wa Sumy jana Jumapili. Viongozi mbalimbali wamelaani shambulio hilo ambalo Rais wa Marekani Donald Trump amelitaja kuwa la kutisha. Rais Volodymyr Zelenskiy amewatolea wito washirika wa Ukraine kuongeza mbinyo dhidi ya Moscow. Idi Sesanga na taarifa kamili Lilikuwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya raia nchini Ukraine katika miezi ya hivi karibuni. Miongoni mwa waliouawa ni watoto wawili na vijana, huku majengo ishirini yakiwemo nyumba, maduka, mahakama na chuo kikuu yakiwa yameharibiwa vibaya. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amelaani vikali shambulizi hilo akisema kuwa lililenga raia waliokuwa wakisherekea Jumapili ya matawi na kuitaka jumuiya ya kimataifa kutoa jibu kali dhidi ya Moscow. Vita humalizika tu wakati vita vya kihalifu havijasahaulika na kunapokuwa na shinikizo dhidi ya mvamizi, hili halitokei kwa sasa. Ijumaa iliyopita ulipita mwezi mmoja tangu Urusi ilipokataa pendekezo la Marekani la usitishaji kamili wa vita usio na masharti. Hawana hofu yoyote, na ndiyo maana kuna makombora, ndio maana kuna mamia ya droni za mapambano kila usiku, nyingi zikiwa chapa Shahed. Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza ndani ya ndege ya Air Force One alilitaja shambulio hilo kuwa ni jambo la kutisha sana na kuongeza kuwa aliambiwa walifanya kosa, ingawa hakufafanua ni nani alifanya kosa hilo. Baraza la usalama la Marekani NSC lilisema tukio hilo linaonyesha umuhimu wa juhudi za Trump kumaliza vita, huku mshauri wake Steve Witkov akiitembelea Urusi hivi karibuni kuwasiliana na Rais Putin kuhusu juhudi za amani. Zelenskiy amemwalika Trump kuitembelea Ukraine akisema, kabla ya kufanya maamuzi au mazungumzo yoyote, tafadhali njooni mwone wenyewe raia, hospitali, makanisa, watoto wanavyoangamizwa katika mji wa Sumy. Video zilizotolewa na mamlaka zinaonesha magari yakiwa yanawaka moto, mili ya raia ikiwa imetapakaa barabarani. Na watu wakikimbia huku wakiwa wamejeruhiwa. Ukraine imetangaza siku tatu za maombolezo, huku hali ya tahadhari yakiongezeka kutokana na uwezekano wa mashambulizi zaidi. Mashambulizi hayo yamelaaniwa vikali na viongozi mbalimbali mbali wa kimataifa. Kansela mtarajuo wa Ujerumani Friedrich Merz amesema Urusi imefanya uhalifu mkubwa wa kivita kwa makusudi, huku Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wakiaita mashambulizi hayo kuwa ya kikatili na ya kusikitisha. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameyaelezea mashambulizi hayo kuwa ukatili wa kinyama hasa kwa kuzingatia kuwa yalifanyika katika siku takatifu ya kidini. Urusi ambayo kwa sasa imekataa pendekezo la kusitisha mapigano iliyotolewa na Marekani imeendelea kushambulia maeneo tofauti nchini Ukraine. Katika mji wa Kryvyi Rih anakotokea rais Zelenski, mashambulio mapema mwezi huu yaliuwa watu kumi na nane, wakiwemo watoto tisa. Zelenski ameitaka Marekani na Ulaya kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi, akisema mazungumzo hayajawahi kuzuia makombora na mabomu.